Kwingineko, serikali itahitaji angalau shilingi bilioni tano mwaka huu ili kuendeleza miradi ya kuwahudumia wagonjwa walio na virusi vya HIV, kufuatia kusitishwa kwa msaada kutoka shirika la USAID la Marekani, serikali ya kitaifa sasa ikitakiwa kuangalau, eh, au kuangalia upya bajeti yake ili kutenga fedha za kuziba pengo hilo nalohitaji jumla ya shilingi bilioni 30, kama anavyotuarifu Brenda Wanga. Ni zaidi ya miezi miwili tangu Rais Donald Trump wa Marekani kutoa amri kadhaa. Miongoni mwa amri hizo ni kusitishwa kwa ufadhili kupitia shirika la USAID. Athari ya uamuzi huo inaendelea kushuhudiwa katika mataifa ambayo yalitegemea misaada hiyo kuendesha miradi mbalimbali mbali ya afya. Serikali ya Kenya sasa inakadiria athari ya, ya kusimamishwa kwa ufadhili huo. Pengo lililoachwa ni kubwa.

Serikali za kaunti na ile ya kitaifa zinatafakari kuhusu njia za kuziba pengo la ufadhili, huku zikibisha hodi kwenye bunge la kitaifa ili kupata fedha ya ziada for

ili kuhakikisha shughuli zinaendelea katika sekta ya afya, mkutano wa maafisa wa ngazi za juu uliazimia kupanga upya miradi ya afya, ikiwa ni pamoja na kuwaajiri wale waliopoteza kazi baada ya kusitishwa kwa msaada, kuendeleza utengenezaji wa bidhaa muhimu za afya hapa nchini, na kujumuisha matibabu ya HIV, kifua kikuu, malaria na matibabu mengine kwenye mfumo wa sham so, waziri exit. Mbali na huduma za HIV, serikali ya Marekani ilikuwa ikifadhili huduma zingine za afya ambazo pia zimeathirika na kuondolewa kwa ufadhili huo. Brenda Wanga.